Ndugu jamaa, marafiki na wafanyikazi wenza wa kijana aliyeuawa kwa kupigwa risasi kimakosa na polisi waliokuwa wakidhibiti maandamano ya bodaboda mjini Kilifi hapo jana wangali katika hali ya majonzi na mshtuko wakielezea jinsi walivyofahamiana na kijana huyo mwenda zake Dodzweit Muyesi Vangu. Kulikuwa na vurugu baina ya wanabodaboda na polisi. Katika hali ya vurugu hilo, kuna kijana alipigwa risasi akiwa kwenye baiskeli yake, ametoka nyumbani kurudi kazini kwa sababu alikuwa wameenda kupata chakula cha mchana. Kijana huyo jina lake anaitwa Dodzweit Vangu ambaye mimi ni binamu yake, na kulingana na kitendo hiki, kakangu hakuwa katika grupu lile la maandamano, kwa sababu yeye alikuwa ameajiriwa na Hussein Electronics, na kwa wakati huu tunaweza sema familia ina majonzi, kwa sababu hatujabainisha kiini cha kifo chake. Alipigwa risasi katika maeneo ya hospitali ya Mephi mjini Kilifi wakati polisi walipokuwa wakabiliana na bodaboda waandamanaji. Nilipata hii information kwa machungu sana, kwa sababu ni kijana ambaye ni mpole mpenda watu, mwenye kushirikiana na watu vizuri, na risasi iliyompata ilimpata kwa hali ambayo hata hakuna mtu katika eneo hii yote ya Kilifi inaweza kufikiria kijana kama huyo anaweza kufa katika kifo cha aina hiyo ambao ni kifo cha dhuluma sana. Kwa mjibu wa wafanyikazi wenzake katika duka la kuuza vifaa vya elektroniki mjini Kilifi, Dodzweit hakuenda kuandamana, bali alikuwa akirejea kazini kutoka nyumbani alikokwenda kula chakula chake cha mchana, ambacho kumbe ndicho kingekuwa riziki yake ya mwisho maishani. Jana tulifungwa wote duka tukifungua saa mbili asubuhi huwa tunafunga saa sita na nusu watu waende swala na pia lunch hours. So tukafunga sote saa sita na nusu kisha tunajua ukifunga saa sita na nusu tutafungua saa nane. So tukafunga duka tunajua tutapata na saa nane but uh, around saa saba na dakika hamsini tulikuwa tumekaa pale nje tukisubiri saa nane tufungue duka, ukakuja boda mbio sana. Anambia, pandeni pikipiki, twende mwenzenu yofa kule. Yupi? Ah, yule mwenzenu yule, brown mwafanya naye hapa, mpigwa risasi kule. Sasa tukapatwa na ule mshtuko, tukapandele pikipiki na pia tukachukua pikipiki nyingine mbio mpaka Mephi. Kufika pale Mephi, sasa ndio tukaelezewa kuwa kulikuwa na maandamano, but hiyo maandamano yeye hakuwa anahusika, alikuwa pia ameenda kupata chakula cha mchana kwake nyumbani So yu arudi. By the time yarudi akapitia pale Mephi, so kulikuwa na hiyo maandamano, yeye wapita na mountain yake. Kwa bahati mbaya kuakua na huko kutoanisha, awe waandamanaji wakamshoot. Tumesikitika sana kumpoteza, hiyo yoyo is our brother. Tunampenda sana, kifo chake kimetuudhi sana, tunasikitika Walisema Dodzweit alikuwa mchangamfu na mchapakazi aliyependwa na wengi. Hapa ndipo alipokuwa akikaa Yoyoo, kama alivyojulikana kwa jina lake la umaarufu, kwa mjibu wa bosi wake. Hapa ndo ofisi anafanya ndugu yetu, staff mwenzetu, rafiki yetu Muyesi, hapa ndo anafanya kazi Muyesi. Alikuwa ni mtu mzuri sana, mtu humble, mcheshi, ni mtu wa kila mtu yani. Mtu atakatoka mali fulani akija hapa ni Muyesi, sawa so kwa tukio lilolipata ndugu yetu, tuseme amedhulumiwa, maana tumefanya naye kazi hapa asubuhi, akafunga mlango akaenda zake lunch, kurudi hakurudi, Mungu akamchukua. So twaomba, twaomba haki, twalia imlu aipoa, twaomba mtusaidie, ndugu yetu, mtu wetu, naona ni hivyo. Tulifika nyumbani kwa mkwewe, alikopata jiko na simulizi zilikuwa hizo hizo za ucheshi na uangavu utakaokoswa na wengi. Madharau aarau watu wa nyumbani, amdharau bibi, adharau washemigi zake, hawakosani pia na, na bibi yake ni sawa eh, kuliko akipata cochote kule, ka mfano, anamtuma wake, anakaa hapa wake, pia wamekulia hapa, wajuku wako. Wajuku wangu hapawaukuakula hapa mpaka nikatafuta skuli mwenyewe nao mimi hapa, mpaka mmoja ako sekondari, namaliza mwaka ujao, mwingine wa ako junior mwaka mwingine na mwingine, ila wa mwisho kabisa kale ndogo. Kwa hivyo naishi nao kwa wakati huu, anaishi na yule mdogo, na yule msichana, mvulana ako mashule huko. Mimi kulingana nao kijana, ningependa hasa kasijui usada utatokaje, maanake sasa ameacha watoto na bibi yake. Bibi yake kazi yake ni aki nyumbani, hasa ni kama tunataka msada zaidi, wala watoto atalesti wasaidike, masomo yaendelee ndelee, hasa ikiwa ende dereva, na gari haina dereva, itaendeshaje? Maneno yaliyokokotezwa pia na shemeji yake ambaye mbali na ushemeji alikuwa rafiki yake mkubwa. Ni mtu ambaye alikuwa anapendana na watu, si mtu wa shida shida, vita hana, ni mtu alikuwa anapendana na watu yani kwa fupi, alikuwa hana shida na mtu kabisa. Kwa kweli uhai haulipiki, lakini e, wewe kibinafsi ungependa kama iweje sasa katika hali ya kutafuta haki yake? Ningependa haki ifanyike, maanake sasa Yaani kambi alizulumika yani kwa fupi Tuliwakuta mkewe na ndugu zake katika eneo la ufuo wa hospitali kuu ya Kilifi ambako mwili wake umelazwa. Jana yeye alitoka nyumbani asubuhi akiwa saa kamsa kaenda kazini, akarudi lunch, akapata chakula cha mchana, halafu akarudi zake za kazini. Sasa kabla atoke kama dakika kumi hivi mimi nikapigiwa simu na dadangu. Akaniambia anasikia habari mbaya. Nikamwambia habari zipi? Akasema wewe kama uko mbali njoo nikueleze vizuri. Nikamchukua pikipiki nikamfuata dadangu kwenye yuko sasa. Kufika hapo ndo akaniambia, basi dazi wote ampigwa risasi. Nikamwambia huo ni uongo kwa sababu ametoka nyumbani sasa hivi hata hajafika kazini. Sasa akapigwa simu dadangu, sasa ndo akaambiwa, basi shemegi yako ampigwa risasi hapa Mefi, njooni. Ndo tukachukua pikipiki tukaenda Mefi. Kufika hapo, basi hali ilikuwa hii. Hapo tulikutana na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu ambao wanasisitizia kufanywa kwa uchunguzi haraka iwezekanavyo. Kusema la kweli, uh, haya ni mauaji ya polisi. Ni mauaji ambayo ya yametekelezwa na polisi, na lengo la yule aliyepiga risasi ilikuwa ni kuua kwa sababu ile risasi imepigwa hata Lawrence na imempata marehemu kwenye kifua sehemu ya mbavu. Ni masaa 24 takriban yamefika saa hii, ni saa sita na nusu, aipoa hawajafika hapa, na wao ndio watu wanahusika na malalamishi ya kuchunguza polisi wanapoua. Ombi letu ni kwamba aipoa lazima wafike haraka iwezekanavyo ili uchunguzi uanze, pili, lazima tuwe na suspect, ashikwe maanake Habari tulizonazo ni kwamba pale alipopigwa risasi marehemu ni mahali ambapo kuna CCTV kila mahali, na tunajua polisi wanavyo operate. Uh, watatafuta kila njia ya kufuta CCTV footage kama zile. Sisi kama wanaharakati tunasema pale Mephi Hospital kuna kanda za CCTV, na tunataka zile kanda za CCTV ziweze kuhifadhiwa, kwa sababu njama za polisi kawaida ni njama tunasema za kibepari ambazo wanatumia kila njia kuondoa ushahidi. Kwanza sisi kama mashirika tuna lani kitendo hiki, kitendo cha eh, askari kutumia nguvu kupita kiasi, kuua raia ambaye hana hatia yoyote. Hichi ni kitendo ambacho ni cha kigaidi, na vitendo kama hivyo lazima tutavilani sana. Vile vile tuna, tunaomba zile taasisi husika kama IPOA, DCI uhakikishe wameharakisha uchunguzi wa kesi hii ya marehemu ili familia iweze kupata haki. Ama kwa uhakika, hiki ni kisa kingine tena cha mtego wa panya huingia waliomo na wasiokuwemo. Lakini mwisho wa kisa ni mwanzo wa kisa kingine. Na kama walivyosema, baada ya kisa mkasa, familia iliyohusika imepigwa na pigo kubwa sana na wanalolilia ni haki yao. nikiripotia Coco FM.